Serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni hamsini katika ujenzi wa kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli kwa lengo la kuimarisha miundombinu ya usafiri, kuongeza ufanisi wa huduma, na kuibua vyanzo vipya vya mapato kwa taifa. Hata hivyo, licha ya uwekezaji huo, mabasi mengi bado yanaendelea kupakia na kushusha abiria nje ya kituo, hali inayoibua maswali kuhusu udhibiti, usimamizi na uendelevu wa mradi huo, pamoja na kutengeneza pengo la mapato linaloweza kugharimu serikali mamilioni ya shilingi kwa mwaka. Kutokana na changamoto hiyo, serikali imeunda timu maalum ya wataalam kufanya uchunguzi wa kina kuhusu uendeshaji na mifumo ya biashara ya kituo hicho kwa muda wa siku tisini. Tathmini hiyo inatarajiwa kuchunguza mizizi ya tatizo, mapungufu katika kanuni za uendeshaji, motisha za biashara kwa wanaotoa huduma, njia za kujenga mazingira rafiki kwa mabasi kurejea kituoni, pamoja na kupendekeza mbinu za kuongeza kipato na kuboresha uzoefu